Na ndugu mtazamaji wa Holy Touch Media tuko katika viunga vya Parokia Mtakatifu Francis wa Assisi Pugu. Na kubwa zaidi ambalo limenileta hapa leo, niko na mama yangu hapa ambaye yeye ni mama Wawata, atajitambulisha vizuri yeye majina yake na kama nachewa atatuambia. Lakini lengo kubwa ambalo limenileta hapa tunajua, Jumamosi ni sherehe za Bikira Maria, lakini kwa Pugu Wawata pia huwa wanaadhimisha siku ya siku yao kama Wawata parokia kwa, niko na mama hapa atajitambulisha majina yake, kama ana cheo pia atatuambia cheo chake, na tutakwenda kuongea naye mawili matatu, tutashirikishana baadhi ya mambo. Mama, tumsifie Yesu Kristo milele, amina. Kwa upendo wa Kristo tutumikia na kuwajibika. Majina yako mama? Kwa jina la Mungu na ni mweka hazina Wawata parokia Bia Mungu na ni mweka hazina wa WAWATA parokia ya Pugu. Sasa tunatambua kwamba WAWATA wa parokia ya Pugu Jumamosi wa, kuna sherehe ambayo wanaifanya kuadhimisha sherehe za Bikira Maria, lakini pia wao pia huaga wanakuaga na utaratibu na wao kufanya sherehe kama wamama wa, wa parokia ya Pugu, kwako hilo limekaaje au mmejipangaje kama WAWATA? Tunashukuru kwa upande wetu sisi wakina mama tunashukuru Mungu, tumejipanga vizuri. Tunaendelea na maandalizi kwa ajili ya sherehe ya mama yetu Bikira Maria ambayo tunatemea tuifanye tarehe ishirini na nne mwezi wa tano hapa parokiani kwetu. Tunawashukuru akina mama wamejitoa kwa moyo wa upendo na wameweza kuchangia kadiri waliweza kuwezeshwa, na maandalizi yanaendelea vizuri na maandalizi yanaendelea vizuri Nashukuru kwa mpaka hivi sasa tuko kwenye asilimia sabini na tano za michango wa watu wameweza kujitoa, kwa sababu so, michango ni mingi, unajua tena, tunaendelea na ujenzi wa kanisa na mambo mengi, na familia zinatusubiri, lakini wakina mama wamejitoa kwa kweli. Nikisema asilimia sabini na tano ina maana tumeshawavuka angalau nusu ya hitaji letu, kwa hiyo tunashukuru. Michango ni vizuri nzuri, ila tunaomba kina mama wengine ambao hawajatoa michango kama jumuiya nyingine waweze kutoa ili kusudi tukamilishe jambo letu, sawa. WAWATA Chipukizi tunao tangia miaka miwili mitatu iliyopita nyuma, tunaenda nao tukiwaonyesha njia jinsi ya kufanya maana, sisi na wenyewe mama zao tunapozeeka, wale wanachukua nafasi, na mara nyingi tunawahimiza kuwa nao katika maandalizi kama haya, kwa tunawatumia wakifuata nyayo zetu, kuangalia tunafanya nini, kama watangulizi wetu walivyopita, walichokuwa wakifanya, na sisi tukaingia na tukitoka sisi wanaingia wao. Basi ni mpango ni, na WAWATA Chipukizi ni mpango wa jimbo, sio wa parokia. Kwa hiyo kila parokia ukienda utakutana na WAWATA Chipukizi. Sawa na tunajua tuna, kwamba mwaka huu kuna Pugu Marathon. Sawa Pugu Marathon mara nyingi huwa inasimamiwa na UWAKA. Kwa WAWATA kwenu ilikoje au ni kwa sababu inasimamiwa na UWAKA basi sisi WAWATA tuhusike au nyinyi kwenu ilikoje? Mm. Inasimamiwa na UWAKA lakini WAWATA ndio tunakuwa wengi zaidi kuliko UWAKA. <laughs> Bila shaka mnajua wakina mama mara nyingi wanakuwa kwenye nafasi ya mbele sana. Tunashukuru kama mweza kuona mwaka jana, kama alivyosema, tuliongoza kwa wengi katika Pugu lakini wengi walikuwa ni wakina mama. Mm na naimani, hata mwaka huu watakuwa ni wengi pia, au tutakuwa wengi. Wewe ushajiandikisha? Shajiandikisha na familia yangu tayari. Shajiandikisha na mimi familia yangu, mimi tumejiandikisha, mimi na mista wangu tayari, tumeshajiandikisha. mimi hujanilipia? Hapana, tumelipa sisi tu wawili. Au kwa sababu sijakuomba ayo kutaka. <laughs> basi mama, mimi ni kushukuru. Asante kwa muda wako, lakini pia nini mwito, kabla tujamaliza, nini mwito wako kwa wakina mama ambao wao tunatamani kuwa nao lakini mara nyingi huwa wanarudi nyuma. Nini mwito wako kwa watu hao? Akina mama inabidi tujitambue katika nafasi zetu. Unapopata nafasi kama hizi, watu wanazitafuta wasipate. Tuweze kushirikiana kwa pamoja. Na ujua unapokuwa nyumbani wenzako wanahangaika na mambo fulani hasa ya dini, ya jamii, au uhusiki. Hata siku moja mstari anaanza kukuza wako upande gani? Sasa kabla hujapata swali hilo na kuomba mama ujitambue, ili kusudi uweze kushiriki na mama wenzako inapokuwa umetokea fursa yoyote inayomhusu akina mama. Vipi waka waka, tutawaruhusu kuingia kwenye sherehe kwenye sherehe? Eh, tunaruhusiwa kuingia maana bila, palipo na baba pana mama, alipo na mama pana baba. Tunawakaribisheni sana, ila wasije wengi. Ah, wanakuja kwa ajili ya ibada, wakishamaliza ibada sio, wanaondoka. Kwa hiyo, wanakuja kwa ajili ya ibada waka Uwaka mtakuja kwa ajili ya ibada, mkimaliza piteni hivi. Basi mama, mimi nakushukuru. Mtabaki na usafi wa mazingira kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya misa Jumapili, ya, ndio, ndio. Basi mimi ni kushukuru mama na nikutakie kazi njema. Asante sana na uwe na jioni njema na, amina <laughs> naam, ndugu mtazamaji wa Holytouch Media kama ulivyomsikiliza mama hapa, tumeongea naye na ametushirikisha mawili matatu. UWAKA, UWAKA mtakuja kusali, mkimaliza mtaondoka, mtawaacha WAWATA akiendelea na usafi. Ndugu mtazamaji wa Holytouch Media, mimi naomba niishie hapo. Tutaendelea kuongea na mmoja baada ya mwingine tunapopata na nafasi kubwa zaidi ni sherehe za ni sherehe za Bikira Maria, lakini kwa parokia ya Mtakatifu Francis wa Assisi Pugu, wao ni wako tofauti zaidi, pamoja na sherehe za Bikira Maria, lakini pia kama wawata huwa wana, wanaadhimisha wana sherehe yao. Basi mimi nikutakie siku njema, asante sana.